Kwa umri huu niliofikia na mihangaiko na aso nayepambania kila kitu nimekimaliza, kinachohusu hayo, kilichobakia nimemaliza kulia. Hata sasa hivi nikaumia ya ya kausanahat, lakini sitotoa chozi

Nimeshamaliza. Ni matumaini ya kusema bila fulani nisingekuwa hapa, ningekuwa kule. Nishamaliza tege sasa hivi mimi